Waheshimiwa, waheshimiwa wabunge, pia nimeletewa nimeletewa taarifa hapa rasmi kabisa kwamba eh, club ya Young Africans wameshinda kombe. Kwa hivyo kwa hivyo nitumie nafasi hii nitumie nafasi hii kuwapongeza sasa. Achani kwanza kupiga ili asikike yale ninayosema, alafu mtapiga nikimaliza, itarahisisha kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza sana eh, klabu ya Young Africans Yanga kwa kutwaa ubingwa kwa mfululizo. Kwa kweli, eh, kama waziri amesema ni mara nne au mara tano hii, sasa mara nne mfululizo, mara nne mfululizo eh, kwa kushinda li, ligi ya mabingwa hapa nchini. Kwa hiyo tunawapongeza sana Yanga, kwa hivyo tunawatakia kila laheri pia kwa sababu Wameshinda, wameshinda hii ligi kuu hapa nchini lakini tunawatarajia pia viwango vizuri walivyoonyesha waendelee kutowakilisha huko kwingine pia. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri na hongereni sana Yanga.